Hapa uh, tulikuwa tunaulizana mimi na Ali ya Njovu kwamba mkataba umesainiwa juzi tu, mkataba wa amani kati ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame kule Washington, Marekani. Uh, nini kimefanya sasa, mkataba tayari umesha sainiwa lakini mapigano bado yanaendelea uh, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uh, sasa Lugendo, kwanza kabisa katika lugha E, ya Kiswahili, e, tunazungumzia unasema mkataba wa amani lakini, pia wa tunazungumzia makubaliano ya amani na ile inaitwa inaitwa Washington Accord, e, lakini kuna kitu kinaitwa agreement. Sasa ingekuwa agreement kitu e, kingine makubaliano ni pale mnapokubaliana, so, lakini e, mkataba tu wa amani unaweza ukawa umeandikwa e, ia sahihi bila wenyewe asawahusika kuwa ndani ya hayo makubaliano. Ndicho tutachoshuhudia eh, tangu jitihada zile za, za Tamim Al Hamad Al Thani yule mwanamfalme wa Qatar eh, kuwakutanisha mahasimu wale wawili, bado zile picha zilikuwa zionyeshi lile joto joto la watu wale kushikana mikono kama ndugu na furaha eh, na juzi tumeona hakukuwa eh, na hiyo hali ya ya mbatiana kushikana mikono isipokuwa kusaini tu zile zile karatasi e, ndicho ambacho kesho yake baada ya e, e, Alhamisi naona kule Kivu kama nyola kule Bukavu watu wanakimbia e, ma, ma, watu karibu ishirini na tatu wamefariki e, hali ni mbaya sana, ishirini na tatu e, wanaendelea na mapigano na vikosi vya jeshi la Congo la, la. Kwa hiyo tumerudi wanasema kwenye square one, tumerudi pale pale. Sawa. Na e, Mjengwa, baada ya kusainiwa tu kwa mkataba huu wa amani tayari tunaona Marekani inasema itayachimba madini ya dimu na muhimu kabisa na upatikana Kongo kupitia kampeni zake. Pengine hii nini maana yake, au ni sehemu ya makubaliano ya mkataba huu? Haina ladha, haina ladha haria kwa eh, sababu watu wengi wamekufa katika Kongo eh, yaani katika miaka hii yote thelathini ya machafuko, unazungumzia watu zaidi ya milioni kumi wamepotea poteza maisha, inahusu watu wanabakwa, wanawake kila siku, kuna hali ngumu sana, lakini we unapoanza kufikiria juu tu ya, ya madini eh, na shughuli ya kuchimba madini eh, watu wa Kongo wanahitaji wanahitaji muda zaidi wa kutathmini yaliyotokea katika eh, nchi yao na katika haya makubaliano yalipaswa eh, watu na hisia zao zihusishwe sana e, lakini tunaona mkataba ule e, Trump anazungumzia watakavyokuwa matajiri. Sasa hizi e, nchi e, haina ladha kwa sababu e, Kongo ina ina, ina, ina matatizo zaidi ya hapo. Kwa hiyo inahusu biashara, na hiyo ndio sura mbaya ya e, dunia. Sasa inahusu biashara, maslahi ya kiuchumi e, Kongo wanapigana kwa sababu za nguvu za nje, anasema eh, eh, internationalization of conflict, ile migogoro inapokuwa sasa ya kimataifa, kwamba wengine nje wanapeleka, wana, wana rasilimali kwenye makundi ili vita viendelee ili waweze kuvuna na wauze silaha pia. naam, Majidi, yeah. P pengine labda kwa kusainiwa kwa mkataba huu e, kuna ku, kumeelekezwa zaidi kama vile katika masuala ya kibiashara ukiuangalia e, kwa ndani zaidi. Lakini nini kinaweza kikafanywa sasa e, mapigano haya na machafuko mashariki mwa jamhuri ki ya kidemokrasia ya Kongo yakakoma kabisa? Mm. Suluhisho la Afrika ndilo eh, eh, ambalo mwisho wa siku linatakiwa lipatikane lililotokana na Afrika yenyewe E, Afrika ipewe nafasi, ndio sisi tunaojua hasa uh, yale mazira yanayopata watu kwa uhalisia. e, kumekuwa na jitihada za Rwanda kule Angola, e, na Tanzania pamoja na nchi ambazo zimeshiriki, kumekuwa na jitihada mbalimbali. Tuna umoja wa Afrika hautuhusiki kabisa, ukihusishwa? wakati wenzetu Ulaya inapohusu migogoro ya ya Ukraine na Urusi, lazima umoja wa Ulaya Una, una shiriki, zizi zizi kwa, kwa, kwa, kwa mfano kwa. Afrika chombo chetu kikubwa zaidi ni umoja huo Afrika unaoutaja unaotaja hapa, hmm, nani unadhani anaweza kuhusishwa wakati wao wenyewe anapaswa wahusike moja kwa moja. Sasa mwenye nguvu hapa anaonekana ndio mwenye kuamua hmm, nani aingie, hmm, kwenye chumba cha majadiliano na hiyo inaonyesha dunia ilivyokuwa haina haki sasa, haina usawa hasa wenye mataifa yenye nguvu e, tunaona mwanamfalme e, altani e, tunamwona Donald Trump e, na tunaona inafanyika eh, Washington, eh, sio Adis Ababa, eh, ni kutokana na unyonge ule wa kutokuwa na rasilimali. Umoja wa Ulaya una nguvu <coughs> sababu ya kifedha eh, wanaweza hata, walipokuwa na shida kule, waliweza kutumia rasilimali zao wa kufika Washington kwa ajili ya kushughulikia swala. Lakini la, la, la, la. kwetu sisi eh, ni Umoja wa Afrika ambao upo E, na kutokuwa na heshima pia kwa sababu lazima ushirikishe e, jumuiya ambayo e, na, e, na, ye, ye, inaunganisha mataifa karibu yote ya Kiafrika. Sawa, tunakushukuru sana na tukutakia asubuhi njema. Asante sana.